Mradi ulikuwa uchukue eneo kubwa zaidi Tanga Pangani Saadani mpaka Bagamoyo inapita maeneo ambayo yaliopangwa kwa ajili ya kufanyiwa uthamini. Tumefika hapa katika kijiji cha Mzambarauni ni kuweza kusikia kero zao na hasa ucheleweshaji wa swala zima la fidia baada ya kupisha mradi huu wa mchanga mzito wanaita heavy mineral sense, ambao unachimbwa hapa. Kikubwa tulichoweza kuwaeleza ni kwamba katika kupata yale maeneo, awali mradi ulikuwa uchukue eneo kubwa zaidi, lakini baadaye kukuona kwamba kuna baadhi ya maeneo, barabara kuu ya Tanga Pangani Sadani mpaka Bagamoyo inapita ikaonekana sio vizuri mradi kula sehemu ya, ya barabara kwa hivyo kuna sehemu ambazo ilibidi mradi ukapunguzwa kidogo, lakini wenzetu wa Nyati tumekuja nao wameweza kuwa, kuwaeleza mchakato mzima kwamba fedha zipo, kilichochelewa ni mthamini um, wa serikali kuweza kujiridhisha na yeye kwa maana ya kiasi kilichotengwa, lakini vile vile, kwa maeneo yaliyopimwa mtakumbuka kwamba uh, wale ambao waliofanya zoezi hili la ku kuhakiki maeneo ya ardhi ilikuwa ni kampuni binafsi. Sasa maeneo ambayo yaliopangwa kwa ajili ya kufanyiwa uthamini, na kwa kuwa kuna pia sintofahamu ya wananchi kwamba kuna mwananchi anasema naeka kumi na nne, uthamini unaonyesha nieka tisa. Kwa hivyo mthamini mkuu wa serikali atatuma mtu tarehe ishirini na nane atakuja hapa kijijini ili kujiridhisha, na mimi pia nimeelekeza kamishna msaidizi wa mkoa atakuja pamoja na, na mthamini wa mkoa kuja kujiridhisha, lakini kwa ujumla tumewaelekeza wananchi kwamba zoezi lita, litaenda kwa haraka zaidi na mwanzoni tu mwa mwaka baada ya kupata uh, kibali na sahihi ya, ya, ya mthamini wa serikali, basi zoezi litakamilika kwa sababu fedha wenyewe za kulipa zipo na pia kuona kwamba wale ambao hawatapata fidia wajua kwamba kuna miradi mingi inakuja, lakini kuna wawekezaji pia wanataka kupata maeneo ya kuweka petrol station, wanataka kupata maeneo kwa ajili ya uwekezaji mwingine wa viwanda na kadhalika. Kwa hivyo wasife moyo, kwa wale ambao mradi utakuwa umewatoa kwa sababu tu ya kulinda maeneo ya kimkakati, hasa maeneo ya miundombinu ya barabara. Tupo hapa uh, wilayani Pangani, katika hivi vijiji vitano ambavyo ni Stahabu, Bweni ya Mzambarauni Mikinguni na, na Mwera kwa ajili ya kuanza mradi wetu wa madini tembo na sasa hivi tupo katika hatua ya kufanya, ya, ya kulipa fidia wananchi wa maeneo husika na tumeshaanza kulipa fidia eneo la Stahabu ambao tumegharimu shilingi bilioni tatu na eneo lote hili litagharimu shilingi bilioni 35. Na ila hiyo ipo tunasubiri uh, approval kutoka kwa mthamini mkuu wa serikali uh, walengwa ni watu uh, watu 700 ambayo ni kaya karibu, ni kaya 234. Kumbuka hapo awali tulikuwa na walengwa elfu moja kaya 450, lakini baada ya kuona kuna maeneo ya kama ya karibu na barabara ni maeneo muhimu kwa ajili ya uwekezaji mwingine, kutoka na barabara yetu kubwa ya inayopita Afrika Mashariki, tuliona ni vyema kutokana na ushauri tulipewa na uongozi wa mkoa, tuliona ni vyema kulipunguza eneo ili wananchi wapate eneo la uwekezaji mwingine mbali na haya madini tembo. Usisahau kusubscribe youtube channel yetu MP online TV.